Mtu mtu mtu anauliza, mtu aliyelelewa na wazazi wake takriban miaka thelathini, miaka ishirini, wazazi wameshindwa kumshep kuwa yule ambaye angemfaa. Mtu mwingine wewe ambaye unakutana naye ukubwani akiwa na meno thelathini na mbili unaweza kumsaidia? Ni ngumu sana, na ndio maana mwenye uwezo wa kumbadilisha mtu ni Mungu. Huwa anaambia vijana usio, ukamshuhudia binti ambaye hajaokoka ili umwoe. Shule amekaa kwenye maji miaka mingapi ametakata? Mtu asipobadilishwa na Mungu huwezi ukambadilisha. Acha Mungu akutengenezea kifaa chako. Na anasema Methali, anasemaje? Anasema sema, nyumba na mali ni urithi ambao mtu anapewa na baba yake, bali mke mwenye busara mtu anapewa. Wazazi hutupatia lakini nani atakuwa mwenzi? Hmm. The right cup. Ni Bwana. Na ili Bwana akupatie lazima ukamzine na Bwana. Usipokata na, na vizuri, atakupa kimeo cha kufanana na wewe Chagua jembe si mkulima. Hey, hey, atakupa kitu ambacho ma mazao ambayo sio hmm. mazao kamili. Kwa hiyo haya mambo m <laughs>